Wito wa uwekezaji zaidi kwa hospitali ya rufaa ya Moi mjini Voi umetolewa haswa katika kuwahudumia kina mama wanaojifungua. Uh, licha ya hospitali hiyo kupata vifaa vya kisasa vya kuwalea watoto njiti, wakazi wa eneo hilo wamelalamikia hali ya hospitali. Kethi Simiyu ameandaa taarifa ifuatayo. Niko katika hospitali hii ya rufaa ya Moi Voi ambapo nyuma yangu ni baadhi ya vifaa ambavyo vimewezwa kutolewa ama kuletwa katika hospitali hii ya rufaa ya Moi a, katika kaunti ya Taita Taveta. Tukumbuke kumekuwa na changamoto kubwa haswa kwa kina mama ambao wamekuwa wakijifungua na kupoteza wana wao, na vifaa hivi tu ni baadhi ya vifaa ambavyo vitaweza kusaidia kina mama hawa kulea watoto wao ambao wameweza kujifungua a, kabla ya muda wao hujafika, na nimeweza kupata tu fursa ya kuweza kuzungumza na wao na hapa hisia zao na katika Moi County Referral twafurahia, ingawa sisi bado hatujafaulu kuwa na modern NBU, lakini tunajua hata kile tulicho nacho tunaweza kutumia ili kuwezesha watoto wetu wapate nafasi ya kuishi kama hawa ambao tunawaona hapa, wamepitia kwa mikono ya wataalamu ambao wanahudumu katika Moi County Referral Hospital, wakitumia vifaa vile vichache tulivyo navyo. tulikuwa tunapata watoto Unahofia huyu mtoto kweli, naweza muona lakini sasa tunashukuru mama kwa kutuletea ma, nini beta za watoto. Tuna furaha na tuna amani na tunasema aendelee na moyo huo huo, hata ikinii atuletee vitu vingine pia. Kama sisi wa mama tumesikia raha na tumesikia raha ajabu. Upande wa madawa, madawa tunataka tu yaletwe leto. Saa ingine unaandikiwa, unaambiwa kanunue Upango wa madawa, mba, ya mkine, madawa imekuwa madawa yako madogo katika Moi. Tunaomba kwa upande mwingine wapate kutuletea madawa, maana sengine unaambiwa nenda kanunue dawa mahali fulani, hiyo dawa unaenda kuinunua iko bei ya juu. Sasa tunaomba tu tuangalie mambo ya hiyo shana hiyo madao, mtoto anakaa juu alafu napata maese yako kule chini, na wao watoto akiwa kwenye mbiu huwa ni wadogo sana. Sasa kipindi na watu wakule, unawapeleka kule, unafaa wafunike, wafunikefunike sana, kwa sababu wao hawaruhusiwi kupata baridi yoyote. Sasa unapata hiyo challenge, kwa sababu se iko chini na mbiu iko mbali, sasa kuna umbali kidogo. Naam, ndio hisia ambazo zimeweza kutolewa na kina mama hawa huku wakiweza kuipa uh, kongole shirika hili kwa kuweza kufika katika kaunti hii na kuweza kutoa vifaa hivi, wakisema kwamba kwa sasa wana matumaini kwamba wanaweza kuja katika hospitali hii na kujifungua vyema na kuhakikisha kwamba tu hali na afya watoto wao basi iko katika mikono salama. Nikipotea Citizen kutoka eneo hili la Voi, kaunti ya Taveta. Jina langu ni Keith Semeo.